Mimi jamani, naomba nitumie dakika tatu na nusu tu kwa sababu ya muda, Mheshimiwa Waziri Mkuu, bradha wangu Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, kwanza, mwanao nakupenda na naendelea kuombea maisha marefu, kwa sababu namshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuteua wewe, lakini wewe uliniona mimi mnyonge, nina kipaji kikubwa lakini Mungu amekutumia wewe kunionea mimi mnyonge, na leo imekuwa heshima yangu kubwa Tanzania, na watu kila wanaponiona wanaita kijana wa Mheshimiwa eh, Waziri Mkuu Mheshimiwa Magerizaaa. mimi pia ni mwanakisimo, lakini pia ni MC na nashukuru ndugu zangu, amenishika mkono nafanya vizuri kwenye MC, lakini wote kupitia Mama Samia na wewe nifungulia njia baba. Nakushukuru sana Mheshimiwa Kabudi, asante sana baba Edmund Mapana, asante na katibu mkuu mtendaji. Nitaongeza sauti mbili tu kwa haraka haraka. Naomba nianza na sauti ya baba wa taifa, tumsikie.

Hiyo hishima cha mafanikio kinafanya kazi, kimeweza kutengeneza ajira vijana wameweza kujiajiri. kwa hiyo baada ya kutamka hayo, sitokuwa na mengi sana ya kuzungumza, naomba tukaisikie sauti ya mheshimiwa makamu wa rais wa jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa wa na haya kwa kumwakilisha mheshimiwa rais, nawakilisha ayaaa na nawasalimu pakida laja mmoya mnanma Tanzania. <laughs> Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa, <laughs> wewe ni baba mnyenyekevu sana. <laughs> Mheshimiwa Palamagamba Kabudi, kwa dhati ya moyo wangu na moyo mnyenyekevu sana, ni kwa waziri wa Katiba na Sheria lakini kupongeza sana admi mapana unafanya kazi nzuri sana, na wasanii wanakupenda kweli kweli. Ukiona hiyo nafasi upo hapo, ni Mungu ndio ameruhusu, endelea <laughs> kumtumikia. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana, ni mtu ambaye unapenda wasanii kweli kweli, na una kawaida kila wasanii wanapo perform hapa Mna kawaida ya kuita mbele na kuwapongeza. Najua Waziri Mkuu wakianza mheshimiwa na wengine mnafahamu aabaada mtamkayoa. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamani, asanteni sana kwa nawashukuru makofi mengi waaa.